Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Bwana yes, kuna video ambayo ina trend kwenye mitandao sasa hivi, ikiwa inamuonyesha mtu mzima Harmonize akiwa na mtu mzima Ali Kiba wakiwa wanacheza pool table. Lakini pia mbali na hiyo, tuliweza kushuhudia Ali Kiba pamoja na Harmonize wakiweza confirm kwamba kuna collab ambayo inakuja kati yao. Sasa kama hiyo haitoshi, hii hapa ni headline nyingine kubwa kabisa ambayo ameweza kuitoa mtu mzima Harmonize. By the way, Harmonize alichokifanya kwa Ibra kimewashangaza watu wengi, ni kitu cha tofauti sana, wengi hawakutegemea kwamba Harmonize angeweza kumsurprise Ibra kwa namna hii. Niko hapa kwa ajili ya kupa mchongo mzima, usiondoke, utafahamu ni surprise gani ambayo Harmonize ameweza kuifanya kwa Ibra, na Ibra kile ambacho amekifanya pia kimekuwa gumzo kweli kweli, au sio bana? Kwa usiondoke, kaa hapo hapo, nikukumbushe tu kama bado hauja subscribe, please make sure kwamba unabonyeza subscribe button nyekundu ambayo iko chini ya video yako, lakini pia gonga like kwenye video kunisupport, utakuwa umetisha kweli kweli, na ukidrop comment yako, niko active kabisa, nitakujibu. Agoba the name Stefano Temu from Tanzania. Betano tano baki ni business, baki ni story Tuliweza kushuhudia wiki kadhaa hapa katikati, Ibra akionekana baada ya kutoka Konde Gang, aliingia kufanya interview Wasafi Media, lakini pia alikuwa amemposti mtu mzima Diamond Platnumz za kumwambia asante. Wengi walidhania kwamba kuna mengi makubwa ambayo anakuja kati ya Ibra pamoja na Diamond, lakini huenda Ibra alikuwa ameweza kumshukuru Diamond kwa sababu ya ile interview ambayo ameipata pale Wasafi Media na vitu kama hivyo, lakini we never know, maybe kuna remix pia inakuja kati yao. Hasa Harmonize watu walikuwa wanatamani kuweza kujua atafanya nini baada ya yale ambayo alikuwa ameweza kuyasema Ibra kwenye interview ile pale Wasafi. By the way, kile ambacho amekifanya mtu mzima Harmonize ni kitu ambacho kimeshtua wengi kwa sababu Ametangaza kutoa ngoma ya pamoja ambayo itakuwa ni last single kabla album ya kuweza kurelisi albamu yake mpya ambayo inaitwa Satisfied album ambayo amesema inatoka Oktoba 17. Harmonize ameweza kuannounce kuja kwa ngoma ya pamoja ambayo yuko pamoja na mtu mzima Ibra ambayo ngoma hii inaitwa Friend Zone na anasema na inatoka Ijumaa hii hapa ya wiki hii. Bwana ameweza kumtagi Ibra lakini watu mbalimbali wamekuja kucomment huku chini, nimeweza kuona mkali wenu anasema hii inaitwa mnatuvuluga, lakini pia cutting master anasema ukiwa mkubwa raha sana kile ambacho Harmonize amekifanya ni kitu cha kiutuzima. Lakini pia huyu anasema Father and Son fire sana music fest i love this. Huyu mwingine pia anasema music come true bro umetisha kweli kweli, au sio bana? Hasa wengi walikuwa wanatamani kuweza kuona nini ambacho Ibra atafanya kwenye upande wa labda kutoa comment au kuripost, mpaka this time masaa 15 ameweza kupita Ibra, chochote lakini ameweza kuposti mafanikio ya ngoma yake mpya ambayo ameweza kuitoa hivi karibuni, inaitwa Beiche. Ngoma inafanya vizuri huko Burundi, kwenye audio maki iko namba moja, anasema mmeniheshimisha Burundi oya, we ni kama ndege, yani ngoma inatembea kweli kweli. Akasema Beiche official video is out na kuweka hashtag ya kusema chizi, lakini pia akaposti na mafanikio mengine ya ngoma yake akisema, kumbe pia na huku wanangu kweli mmeamua. Ngoma hii pia inafanya vizuri kwa Tanzania, audio maki kwenye upande wa hip hop iko namba moja Beiche bana beh ni ngoma ambayo ameweza kurelease hivi karibuni na inafanya vizuri kwenye platform mbalimbali, imepokelewa vizuri kwelikweli. Lakini kikubwa ambacho kina trend sa this time ni kwamba Harmonize ameweza kutangaza kuna ujio wa collab yao ya pamoja, lakini mpaka this time hatujaona feedback kutoka kwa Ibra, ila ngoma hiyo watu wengi wameweza kuisifia ikiwa bado tu haijakamilika, kutoka yote ni teaser, kipande kifupi, lakini wengi wameweza kusifia na kusema ngoma hiyo ni kali na wengi wanaisubiria kwa hamu kubwa kwelikweli. Kwa upande wako, sijui una maoni gani kuhusiana na collab ya Ibra pamoja na mtu mzima Harmonize ambayo inakuja hii Jumaa. Tuachia maoni yako hapo chini kwenye comment section, na mawazo gani kwa sababu kuna watu nimeona wanasema ni utu uzima, ina maana ya kwamba tumeweza kuona ni tofauti na ambavyo Harmonize alipojitoa Wasafi. Wengi walitamani kuweza kuona collab kati yake na Damo kwa muda mrefu, lakini mpaka this time haijaweza kutimia. Kwa hiyo kwa upande wa pili kwa kile ambacho amekifanya Harmonize ni kitu kizuri sana, so kongole kwake na tunasubiria album yake mpya Satifest, ambayo anasema inatoka tarehe 17 Oktoba. By the way, hii ni good news kwa mashabiki wote, na kama pia ulipitwa na ile storya alikipa pamoja na Harmonize, basi na hapa endelea kuenjoy, gonga like kwenye video sawa. ku Till next time, bye bye, Ciao, peace and love. Collab right ya kawaida kabisa ni Harmonize tembo pamoja na mtu mzima ib kin, wawili hawa kwenye mziki wa bongo flavor ni wakali ambao wanakubalika sana na mashabiki wengi, b wameweza kukutana kwa mara ya kwanza na sasa hivi wanaleta moto mpya kabisa ambao unatikisa mitandao ya kijamii. New kolabu, new collab song someone say hit Hisahiti, kama wewe ni miongoni mwa mashabiki wa Harmonize pamoja na Ali Kiba gonga like kwenye video, lakini pia drop comment yako ya fire tuweze kuona wangapi wanaokubali wawili hawa na wanaamini kwamba hii ngoma itaenda kutikisa ulimwengu kwa ujumla. Agoba the name Stefano Temo, the way from Tanzania 255. Kabla sijaendelea, please please make sure una subscribe na kutano notification. Baada ya kusubscribe, kuna kengele ambayo itakuja, ibonyeze mara moja Utakuwa umenisapoti kwelikweli, au sio? bana bakine business bakini stori kwa muda mrefu sana, mashabiki wamekuwa wakisubiria kolabu ya wakali hawa wawili. Namzungumzia Harmonize, mwanzilishi wa Konde Music Worldwide, pamoja na Alikiba, mfalme wa King Music. E bana, wawili hawa ni wasanii ambao wanapendwa kwelikweli na wana mashabiki lukuki. Kiongelea kuhusu Alikiba kila mtu anafahamu, lakini pia ukimzungumzia Harmonize kila mtu anaelewa badala yake. Kwa hiyo wawili hawa wamekuwa wakiheshimika kwenye game ya Bongo Flava, lakini pia wamekuwa wakiheshimiana sana na hakukuwahi kuwa na ushirikiano wa mara kwa mara, yani kufanya kazi ya pamoja. Lakini kuna kipindi hapa katikati, kama unakumbuka vizuri, ilikuwa inaonekana kama wanaukaribu. Kipindi ambacho Chidi pamoja na Akili waliokuwa chini ya King Music waliweza kujiunga na Konde Gang mwaka 2021. Hii ilionyesha kwamba kuna daraja la mawasiliano kati ya lebo hizi mbili, lakini pia Harmonize na Alikiba wamewahi kukutana na kukumbatiana kwenye tuzo za Trace ambazo zilifanyika Zanzibar. Ilikuwa ni ishara ya ukaribu wa kweli kweli. Lakini sasa hivi, sasa sio tena tusalamu bana, sasa hivi ni muziki halisi, yani wimbo mpya ambao tayari unaambiwa kwamba wameshaweza kuingia studio kwa tutegemee kuweza kusikia anytime kutokea this time. Eh bana, tunatambua vizuri uwezo wa wasanii wote hawa wawili. Speaking of, Harmonize pamoja na Alikiba ni wasanii ambao wanaonyesha ubunifu mkubwa sana kwenye kazi zao za muziki lakini pia ni wasanii ambao wana sauti kali sana na ni wasanii ambao pia wanaandika mashairi ambayo wanakuwa na ujumbe mzito sana especially kwenye upande wa mapenzi na hata pia heshima. Ni ngoma ambazo unajua kabisa ukisikiliza kama Alikiba unaweza kusikiza ngoma zake anywhere popote pale kabisa, au sio bana? E bana, huu utakuwa ni wimbo mpya kabisa Harmonize featuring Alkiba na itakuwa ni zaidi ya collab, kwa sababu ni tamasha la sauti mbili kali ambazo zinakutana. Kwa hiyo itakuwa ni historia mpya kabisa kwenye muziki wa bongo flavor. Asa, speaking of Harmonize, safari yake tunaifahamu vizuri. Alikuwa chini ya WCB wa safi ya Diamond, mwaka 2015 alitambulishwa rasmi na akapambana kwelikweli, tukaweza kuona akaanzisha kundi lake mwenyewe Konde Gang mwaka elfu mbili na kumi na tisa na mpaka this time tunaweza kuona Ibra ameondoka, amekuwa na ukaribu na Diamond na vitu kama hivyo hasa. Tunaelewa pia balaa la Alikiba. Kwa upande wake, amekuwa msanii huru na mwenye mafanikio makubwa kabisa, akiweza kuongoza pia rekolebo yake ya King Music. By the way Ameweza kutoa albamu nyingi sana ikiwemo The Only One King, Cinderella na ni miongoni mwa albamu ambazo zimeweza kuvunja rekodi. Harmonize naye this time anasema anakuja na album yake mpya ambayo inaitwa Satisfied. We don't know why ameita hivyo lakini tunasubiria kuweza kuona mengi makubwa. Sio bana. Kwa hiyo wawili hawa wamekuwa wakiheshimiana lakini pia wakitengeneza njia zao binafsi na sasa wameweza kuamua kuunganisha nguvu zao pamoja. E bana, matokeo yake ya huu wimbo utakuwa unaweza kuitwa hit song kwa sababu tunajua balala wawili hawa kuanzia vile ambavyo nimekuelezea kwa ufupi na historia zao, eh bana. Je, huu ndo mwanzo wa urafiki mpya kati ya Konde Gang pamoja na King Music? Mashabiki wanasema ndiyo. Tuachie na wewe maoni yako tuweze kujua nini ambacho unakiwaza. Kuna mwanangu mmoja hapa kaniambia kuwa Harmonize ameweza kujiunga na Alikiba kwa sababu ya Ibra kuweza kuwa karibu na mtu mzima Diamond. Je, kuna ukweli wowote kwenye hilo? Usikose video ijayo, please, please make sure umesubscribe like, lakini pia tuachie komenti yako tuambie unadhani wimbo huu ni hiti kama ambavyo wengi wanasema. Agoba the name Stefano Temu, once again. Kwa leo sina la ziada, till next time. Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.